Wanasiasa wamekuwa wakikamatwa na kushtakiwa kwa kutoa matamshi ya uchochezi, lakini historia inaonyesha kuwa hakuna aliyepewa adhabu na mahakama kwa makosa hayo ya kuwachochea Wakenya. Mwanahabari Francis Mtalaki basi ametuandalia baadhi ya visa vya wanasiasa na matamshi yao hapo ya awali, licha ya kwamba hakuna shida yoyote ambayo imechukuliwa dhidi yao. Si mara ya kwanza kwa viongozi kufikishwa mahakamani kuhusiana na kauli za uchochezi. Tume ya Taifa ya Uwiano na Utangamano awali ilikuwa imewafikisha wanasiasa kadhaa mahakamani hasa wakati wa kampeni za kupiga kura katiba mpya. <tipa> Mnamo mwaka 2010, Seneta wa Migori Dr. Wilfred Machage na waliokuwa wabunge Fred Kaponde na Joshua Kutuni walishtakiwa kwa kutoa matamshi ya uchochezi na baada ya mwaka mmoja aliyekuwa hakimu mkuu wa na Nairobi Gilbert Mutembei aliwaachilia huru kwa sababu za ukosefu wa ushahidi. Balozi wa Kenya nchini Tanzania Ali Chirau Mwakwere alijipata taabani baada ya tetesi alizokuwa ametoa matamshi ya chuki wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo wa Matuga mnamo mwaka 2010, na kulingana na sheria ya NCC kesi hiyo ilitupiliwa mbali mwaka 2012. On deep reflection, I humbly tender my most sincere apology to all the people of Kenya. Kisheria, unapoomba msamaha ni kuwa umekubali kuwepo kwa makosa. Msamaha unapokubalika kisheria, lakini njia mwafaka huwa ni lazima ufikishwe mahakamani na kuhukumiwa. Naye aliyekuwa mbunge wa Galole Dado Godana alijipata kizimbani kuhusiana na ghasia zilizoshuhudiwa katika kaunti ya Tana River. Hata hivyo, baada ya kusikizwa kwa kesi hiyo, aliachuriwa huru kwa ukosefu wa ushahidi. Hatua ya viongozi hawa wa kisiasa kuachiliwa huru ni jambo ambalo limeonekana kuwashangaza wengi huku wananchi wakitaka kujua iwapo sheria inawapendelea. Even those who said wengine well, wakule mawe. People said it's lynching. Another one said weka well, tairi. Wakasema it's lynching. It appears that the police and the DPP don't seem to see the need to contextualize and see if there is a simile in a statement being made or they just take one word out of context and decide that there is an offense. Serikali yote hakuna mtu ambaye hakuwa rafiki yangu kutoka zamani. Julai 7 mwaka huu, mbunge wa Gatundu Moses Kuria alishtakiwa licha ya wafuasi wake kuonekana kubeba mpanga kwa amri yake. Idara ya mashtaka ya umma bado ingali na mtazamo kuwa hawajapata ushahidi wa kutosha kumhukumu Kuria hata kabla gumzo lake halijatulia, seneta wa Machakos alidaiwa kunena matamshi ya chuki. NCAC ikadai kuwa ili rekodi kilichokuwa kikiendelea, pamoja na idara ya polisi kudai kuwa wanaendeleza uchunguzi. Hadi sasa kesi hiyo haifahamiki mwelekeo unaochukua no! no! no! no! George Alado kwa sasa atakuwa mwanasiasa mwingine. Naam, karibu kwenye safu ya kete ya leo michezo. Dereva kutoka Finland Tapio Laukanen ndiye mshindi wa mkondo omisho, wa mwisho wa mbio za magari ya humu nchini awamu ya Guru Nanak. Laukanen alionyesha kivumbe upinzani wake baada ya kushinda katika vitengo vitano kwenye mashindano ya leo. Ian Duncan alimaliza wa pili, huku Raj Baru akimaliza wa tatu. Mshindi wa mashindano ya mwaka huu kwa ujumla Jaspreet Chate alimaliza katika nafasi ya na. Mkondo wa mwisho wa mbio za magari nchini wa Gurunana kunaodhaminiwa na KCB ulishuhudia upinzani mkali huku baadhi ya madereva walioshiriki waking'ang'ania kushinda awamu ya mwisho. Na ilivyotarajiwa kivumbi kilishuhudiwa tangia mwanzo, na upinzani uliibuka baina ya dereva wa kutajika nchini Ian Duncan, Tapi Lokanen na bingwa wa mwaka jana Baldev Chaga uku madereva wakitarajiwa kumaliza vitengo tano vya mashindano hayo baadhi walipata mwendo ukiwa mgumu, huku Baevchaga, Sami Nyori na Kaltu wakilazimika kuiaga mashindano hayo baada ya kupata shida za kimitambo. Licha hayo, Tapy Lukanen kutoka Finland alionyesha ubabe wake kupitia gari lake la Subaru Impreza GVB13. Lukanen alishinda vitengo tano kwenye mashindano hayo na kutia ushindi baada ya saa 1 dakika 49.20. Ian Duncan ambaye alipigiwa upato kushinda mkondo wa Gurunanak alimaliza katika nafasi ya pili baada ya saa moja dakika 50.35. Raj Barj anaye miliki gari aina ya Mitsubishi Evolution 10 alimaliza wa tatu kwa saa moja dakika 51.17 ushindi wa mbio za mwaka huu Jasprit Chatha alimaliza katika nafasi ya nane. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza tangu mwaka wa 2012 kwa bingwa wa mwaka jana Baldev Chaga kukosa kushinda mkondo wowote kwenye mashindano ya magari nchini nchininokenye KTN michezo.